Majonzi yamezidi kutawala katika familia ama katika msiba wa MC Pilipili, hususan ni baada ya mtoto wa marehemu kuweza kuonyesha hisia kali zaidi mbele ya jeneza la baba yake. Of course, tunafahamu huyu mtoto sio kana kwamba ni mdogo sana, umri wake jinsi alivyo, anaweza kaa, anaelewa kiasi kwamba hata ukimwambia kwamba baba baba yako ameondoka basi anaelewa kabisa kwamba yes, ni kweli baba ameondoka amefariki. So, anaamini kwamba hawezi akamuona tena, ndio maana akajikuta kwa upendo wa dhati ambao mtoto alikuwa nao dhidi ya baba yake akajikuta anapiga magoti mbele ya jeneza ili kulia kwa uchungu zaidi na kuonyesha jinsi gani ambavyo alikuwa anampenda sana baba yake. Hii imesababisha pia hisia kubwa zaidi kwa watu ambao walikuwa karibu ambao pia walijikuta akiangua akilio baada ya kuona mtoto mdogo kama huyu kashindwa kuficha hisia zake, alafu ukiangalia hata kama ndiyo anatambua lakini bado umri wake sidhani kama alikuwa na akili kubwa kiasi cha kuweza kutambua machungu ambayo pengine angekuwa nayo kama angekuwa ni mtoto mkubwa zaidi. Sasa hii imewafanya kila mmoja akaingiwa na huruma, lakini pia akawa amejaribu kufil yale maumivu ama ile hisia ambayo uko nayo mtoto, lakini pia mama yake ndio mmoja watu ambao pia walikuwa wanampa hamasa huyu wa mtoto kulia zaidi, kwa sababu alianza kumuona mama yake akiwa analia peke yake, akawa analia na alikuwa ameambiwa tu. Lakini baada ya kuja kuliona jeneza na wakati wa kuaga mwili wa baba yake, ndio wakati ambao huyu wa mtoto akajikuta haamini kila ambacho alikuwa nakiona, akajikuta analia. Amelia sana kiasi kwamba laiti, right, kama ungeshuhudia basi moja kwa moja ungemwonea huruma, kwa sababu mtoto mdogo kama ule pale, alafu ukiangalia jinsi alivyo. Inauma sana kweli kumpoteza mzazi ambaye of course alikuleta duniani, alafu unaona huji kumwona tena, bado maisha yake yalikuwa Yeah, safari ndefu sana, ni kifupi, hajaonja taladha ya dunia, hajafika hata popote, pengine kwamba baba yake angeweza kuinjoi kuwa na mtoto kama yeye, lakini ndio hivyo tena familia inaomboleza na hakuna namna tena, kwamba pengine anaweza akampata baba yake. Na huyu mtoto mtoto amebakia bila baba. Sasa, sasa hivi atakuwa chini ya usimamizi wa mama yake, na historia kuhusiana na baba yake atabakia katu kuzisikia huko mbele. Pengine akija kuwa mkubwa zaidi, atakuja kuambiwa jinsi hali halisi ilivyokuwa, lakini inauma sana kuona mtoto mdogo kama yule pale anapata eh, maumivu makubwa kiasi kwamba hisia zina wapata hadi wa, wale wakubwa ambao walikuwa wanamuona yule mtoto na kujikuta na wao wakiangua kilio, kwa sababu ya feelings ambao walikuwa nayo yule mtoto. So usisahau kusubscribe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata updates mbalimbali hapa hapa kupitia channel yetu, Tanzania pamoja na nje ya Tanzania.